Mungu ametukirimia neema. Mungu ametupa baraka, neema yake imefunika maisha yetu. Tunamshukuru Mungu kwa hiyo baraka kubwa. Na katika kutiririka kwetu kwenye kipindi hiki, tutakuwa tukijifunza na kutafakari somo lenye kichwa kinachoeleza tumaini tulilonalo katika kufa na kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kufa kwa Yesu na kufufuka kwa Yesu kunatuachia tumaini kubwa katika maisha yetu, hasa sisi tunaomwamini, na hata wale wasioamini watakapoamini, watapokea neema hii, na Mungu atawakomboa na kuachilia nguvu yake, ili waweze kutoka katika utumwa wa dhambi. Na tumaini kubwa la kwanza ambalo tunalipata ni uhakika ya kwamba tumesamehewa dhambi. Ndicho ambacho kinatendeka katika msalaba. Kufa kwa Yesu na kufufuka kwake kunatupa uhakika ya kwamba tumesamehewa dhambi zetu. Ukisoma katika Waefeso sura ile ya kwanza aya ya saba, Biblia inatuandikia maneno haya, anasema katika yeye huyo, kwa damu yake, tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Ko, unaweza kuona namna ambavyo Paulo anazungumza na kanisa la Waefeso, anawaambia katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi. Mara nyingi tumekuwa tukiulizwa ya kwamba hivi mmeokoka, mmeokoka kutoka katika jambo gani swali? So, hili si jipya. Hata wale waliokuwepo wakati wa Yesu walikuwa wanasema, hatujawahi kuwa watumwa hata siku moja. Na kumbe Kristo alichokuwa anaangalia alikuwa anaangalia utumwa wa dhambi. Kwa hiyo ukombozi anaofanya sio ukombozi kutoka katika tawala zozote ambazo zina tawala za kisiasa au tawala za kifalme zinazoweza kutawala juu ya taifa jingine au juu ya maisha ya mtu mwingine, lakini kilichokuwa kinaangaliwa hapa ni utumwa wa dhambi, na ndio maana anasema tunao ukombozi wetu, na huu ukombozi ni kusamehewa dhambi, kwa sababu dhambi inaleta ugumu wa maisha kwa mwanadamu dhambi inaleta ugumu wa kazi kwa mwanadamu. Dhambi inafanya maisha ya mwanadamu yawe ni maisha ya mauti na sio uzima wa milele. Kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo kunatupa uhakika ya kwamba tunao uzima wa milele. Maana yake ameliondoa kongwa la mauti ambayo imekuja na dhambi. Tumepewa uhuru wa kuishi maisha ya uzima wa milele kwa sababu tumesamehewa dhambi, na anasema sawasawa na wingi wa neema yake. Kwa hiyo uh, ukombozi ambao ni masamaha ya dhambi, tunaupokea kwa imani sawasawa na wingi wa neema ya Mungu. Hatuhesabu idadi ya makosa ndio tujue tutasamehewa au hatutasamehewa. Hatuhesabu wingi wa dhambi ulizotenda, lakini tunaihesabia neema ya Mungu. Kwa kuwa neema yenyewe ni nyingi, tunapata kusamehewa. Gharama kubwa ambayo unalipa ni kufungua moyo wako na kuamini. Ukishaamini unapokea Neema hii kubwa ambayo Mungu anaiachilia kwetu. Daudi alipoomba toba, aliomba akisema maneno haya, alisema, sawasawa na wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu, kwa kuwa alijua kwamba Mungu hahesabi makosa ya mwanadamu, bali anaiangalia huruma na neema yake, anaangalia rehema ya moyo wake. Ndivyo ilivyo kwetu sasa, tunapata tumaini hili kubwa ya kwamba tumesamehewa dhambi. Wewe umesamehewa dhambi Fungua moyo wako kwa imani, mwamini Bwana Yesu na hii neema itafunguliwa kwako. Na tuombe. Bwana Yesu, ninakusifu na kutukuza, sante kwa wingi wa neema yako na fadhili zako, sante kwa matendo yako makuu, e Bwana uliye mwema, mwenye uweza wote na nguvu zote, inalihimidi jina lako, kwa kuwa umeitoa sadaka ya damu yako ili tupatiwe ukombozi, masamaha ya dhambi. Mtumishi wako huyu anakuamini, anaufungua moyo wake saa hii, e Bwana, ukampe neema, ingia kwake, ufanye makao yabadili maisha ya. Mtoe katika utumwa wa dhambi. E Bwana, arithi uzima wa milele kwa Yesu Kristo bwana wetu, amen. Mungu akutunze, neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Asante sana kwa kufuatana nasi katika kipindi hiki.